Madhabao wale ambao kwenu mnafuga ama mko na madhabao, unapata most of the time ukienda katika maombi ama ukienda katika ramli, kuna hayo maroho ambayo wa, ki, wakianza kukusomea ramli yako ama wakianza kufanyia readings, unapata baba yako ama tuseme ni nyanya yako ambaye ana hiyo madhabao anakuja through. That is not your grandma, hiyo ni maroho ambaye yamechukua nengo yake because the moment unafuga ama umeingia kwenye maagano na hayo maroho because they don't have the physical body, wanatumia mwili wako. So we unaweza kuona ni baba yako amekuja, kumbe ni roho yule amekuja pale. Kingine, wale watu ambao umebebeshwa madhabahu, unajua kabisa ndani mwako wewe uko na altar, you have spirits inside you wewe ukiukaa katika ubaya, unaweza pata mtu anakuota, unamkimbiza unamfanyia ABCD. Ni spirits ambazo zinatoka kwenye mwili wako, zimeembody mwili wako, in the physical zinaenda kutatiza watu. Eh, unapata maybe hata wewe unafanya kazi za kanisani, lakini mtu anakuota unamtatiza ama unamfanyia kitu. Ni maroho ambayo yako ndani mwako, ambaye anavaa nengo yako kwenda kutatiza watu wengine. Unapata mnafanya mema, unapata roho anavaa nengo yako kwenda kusaidia mtu. So spirit yoyote ambaye inakaa katika njia zako huwa inavaa nengo yako. Kuna watu amefanya makazi ya spirit of fear, spirit of shame, spirit of low self-worth, spirit of of self hate, yani kuna maroho ya vitu mbalimbali yamefanya makazi kwako, yanapotoka kwenda kutatiza wengine yanaenda kwa nengo yako, yakirudi ama yakifukuzwa, yanarudi kwenye jumba lako ambalo jumba lake ambalo ni wewe. The moment anaenda kupigana vita kule ama anaenda kufanya vitu kwa mtu alafu anapigwa vita, unapata mtu anasema nilikuota anaika kupiga vibaya sana. Unapata hiyo spirit ikirudi kwako because ume, umeshindwa vita kule, unapata mnaanza kutatizana na mtu in the physical realm because alikutandika in the spirit, alitandika spirit ambayo imefanya makazi kwako eh. Most of the people mnatembea na maroho na mjui, mnatembea na spirit of fear, spirit of shame, spirit of guilt, eh, spirit of doubts. Wote hayo ni maroho yamefanya makazi ndani wako because you have doubts Umekataa kujikubali alafu unasema una shida sijui ya fedha, una shida sijui ya, ya, ya vipawa vyako. Hiyo yote maro yamechukua ushukani kwenye hiyo nafasi. Wakati huwa naongelelea vifungo, vifungo ni blockages eh. Maro me, yamekampu hapo mahali because kuna blockages, umekataa kujifanyia kazi wewe mwenyewe eh zilikuwa zimefanya makazi pale, and the moment spirits hizo zinatolewa, you have to do even work. Unafaa ufanyie kazi in the physical. Ume, umesaidiwa kutoa hayo maroho in the spiritual, anza kufanyia kazi in the physical kufungua hizo njia inakuwa hapo sasa. Hao ndio watchmen wa hiyo mlango. Unapata ukitaka kuanza kujikubali, yanafunga because the moment anajua unajikubali, ah utawaondosha na na. so, be very careful na ujue we umebeba maro aina gani. Maana kuna watu mmefanywa watumwa na maro na hamjui. You are servants of spirits eh, na hujui. Jaribu kujua umebeba maro aina gani. Kuwa na msimamo waelekeze. Maana kuna kuna wabaya na kuna wazuri. Hawa wabaya wanasimamia wakati wa hatari, wazuri wanasimamia wakati wa kusocialize na watu. Jua jinsi unasimama na msimamo wako, ili kupata kujisaidia.